Sasa si tunafanyaje? Maana sisi hapa hawa mabosi wetu ambao tuna, tuna wahudumia wadada wanasikiliza sisi yale ambayo tunasema ndio tunayoyasimamia tabia mm. Yani, kama mona tumesema nidhamu eh? mm. E, yani mfanyaji kazi imajini amekusifia sana kwenye kazi lakini bado hakukutaka nyumbani kwake. Ndio maana nawaambiaga wadada kwenye kufanya kazi hiyo ipe asilimia thelathini au arobaini umeona Alafu mm. asilimia stini, tafuta nidhamu, kwa sababu wewe ukipambana okay. Yani, ukifanya kazi unajua yeye mimi ni jembe, alafu nidhamu yako ni zero, hakuna mtu ambaye atakukubali huyo. Hapo alikutimua pamoja na ufanyaji kazi wako alousifia hapo, lakini alikutimua, alikutimua nyumbani kwake. Na hiyo iko vice versa, kuna mabosi wanawavumilia wadada wenye nidhamu nzuri hata mm. kama utendaji wao wa kazi unasuasua kazi anaweza akakuvumilia, labda upiki vizuri usafishi vizuri lakini, unapokuwa ni mnyenyekevu ni mtii, anaenda na wewe, akiamini ataendelea kukusaidia kukufundisha, kwa sababu hmm, unasikiliza sadfns e, unapokosea unaomba radhi hmm, unajirekebisha naenda. Lakini ukaenda pale eti we ni professional, unajua kazi vizuri, lakini zilo nidhamu ni sifuri, hakuna hata mtu mmoja atakubakisha nyumbani kwake. Sasa wewe umerudi hapa, tukupe kazi sisi? Hapa kazi zetu tunazitoa tuna, kwanza wateja wetu tunawapata kupitia mitandao ya kijamii. Mm -hmm. Kwa hiyo tunapoeleza habari za nidhamu tunamaanisha nataka kweli wadada ambao ni watiifu na watakaosikiliza na wanyenyekevu, ambacho wewe ndio kimekuangusha kabisa. Yani amekupa ziro sifuri, na kwa kweli ni sifuri, ulivyokuwa unamjibisha hapa. Umesikia? Mm -hmm. ha? Mm -hmm. You say, and you shida ni nini? Maana mm -hmm. Uliongea vizuri kweli, wakati unajieleza hapo. Hey, malezi na makuzi nini? Ni wadada wanaojifanya wanajielewa wanajitambua. Hey, umeeleza malezi na makuzi yako na nini. Hey, umelelewa wapi? Umelelewa na wazazi ndio, wote wawili, baba na mama wamekulea mpaka umri gani? miaka yote kwamba ulivyokuja hapa ulitokea nyumbani kwa wazazi, kwa hiyo hayo ndio malezi waliokupa. Maana Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hataiacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo wazazi wako hawakukufundisha kuwaheshimu watu, kwa sababu ukiachilia mbali tu ni bosi wako, huyo ni mkubwa wako. Kwa hiyo hivyo ndivyo walivyokulea, kwamba ndivyo unavyotakiwa kuongea na watu wakubwa, watu wazima. Ha, hapana, sio malezi man. Sasa ametoa wapi hizo tabia? Hizo tabia umezitoa wapi? Maana we mwenyewe uliongea neno kubwa sana la malezi na makuzi, na kweli tabia tulizo nazo ni matokeo ya malezi na makuzi. Mm -hmm. Kwa hiyo wazazi wako wakukulea vizuri, hizo tabia za ujeuri umezitoa wapi? Kuna sentesi moja ya amesema, yani ni kama, ni, ni li nipata, alafu, kama nilikitu linanipata alafu kunakuwa kama nalipuka. Hiyo ni sahihi? Maana hata nyumbani mama alishaniambiaga hiyo mtoto kuna mda unakuwa sawa, kuna mda kama unapandwa shetani si nini, unakuwa tu tofauti. Alishaisema hiyo kama mara mbili hivi. Sasa nadhani hiyo ndo tatizo. Kwa hiyo una mapepo, sio yale ya kuanguka mapepo? Hapana, hapana mapepo sina, kwa sababu na mapepo si lazima. Umekulia kwenye imani gani nini, Mkatoliki? Ukristo, yeah, ndio. Kwa hiyo hizo tabia za kulipuka za kupata mapepo zinatoka wapi? Kwenye imani yenu hapo? Ndo ambapo sielewi, ila nimeshaenda nishaekwa kwenye, kwenye maombi hivyo, na pia nikafunga mimi binafsi, kama nilipepwa kweli ambalo liko kinyume na ulimwengu wa kawaida lilipotee, ndo maana najisi kuwa sawa sasa ya jinsi kuwa sawa sasa. Kwa, kwa nini ulipuki wakati ambao mambo hayajakuwa hayako tofauti? Yaani wewe wakati ambao unaongea vibaya unajibu vibaya ni wakati ambao umepata hasira. Yaani kitu wewe bosi wako kaleta kitu kibovu, labda haikuwa nia yake, lakini wewe ulivyokiona kibovu uka ukaweza uka uka kumwambia wewe mama una roho mbaya sana wewe, una roho ya kishetani. Kwa hilo ni pepo. Au ni ni wewe jinsi ambavyo unataka vitu viwe tena nyumbani, ambako sio kwako, ni kwa bosi wako. Sasa vitu kwa sababu haviko vile unavyotaka wewe, unakuwa na ujasiri wa kumlipukia maneno ambayo sio ya heshima, sio, sio ya nidhamu. Ungeza tu kumwambia ma madam, umeleta viazi lakini kuna hivi vibovu kwani ingekuwa na shida gani? Yani, kwa nini huyo pepo alipuke tu unapoona kuna kitu hakijaenda vile unavyotaka wewe? Kwa sababu shida kubwa ya wadada wengi hawa ni pale ambapo wanakuwa na uh, matarajio wanayotaka wao. Yani wewe unaenda nyumbani kwa mtu, alafu unataka uishi unavyotaka wewe, unataka vitu viwekwe unavyotaka wewe, sio wanavyotaka waajiri wako. Kwa hiyo waajiri wako wakifanya wanavyotaka wao, wewe unakasirika. Sasa hizo asira ndio, kuna mwingine anaweza akanyamaza, kuna wewe ambaye huwezi kunyamaza. Usituambie ni mapepo, na mi nakataa kabisa, situdanganye. Hakuna mapepo hapo, wewe ni ujeuri wako, kwa sababu unataka kuishi nyumbani kwa mtu unavyotaka wewe, na hiyo ndio shida kubwa. Kazi kubwa tulionayo hapa ni kuwa, ni, yani ni kuwarekebisha mweze kwenda kufanya kazi kwa utaratibu wa mabosi, sio kwa utaratibu wenu. Shida kubwa tunavyopata tena na wadada ambao wanajifanya wanajitambua, hiyo ndo shida yao kubwa, yaani kama kansa. Utakuja hapa kwenye maiki utaongea kama malaika mm -hmm, na kuanza kutafuta pakujishika tuone sasa huyu dada ana mapepo. Hakuna, ni ujeuri. Lazima mwache ujeuri, ni lazima mwache kwenda kutaka kufanya mnavyotaka kwenye nyumba za watu. Yaani, ukifika pale ni lazima uwe mnyenyekevu kwenye vitu vyote unavyoelekezwa, na kama kuna kitu hakijaenda sawa, unakisema kwa njia ya utii na unyenyekevu, kwamba kuna viazi madam umeleta lakini vimeoza. Basi wewe ndio kazi yako kuripoti, umeletewa upike, umevimeja si umefanyaje? Umekuta vimeoza, mpelekee madam, viazi umeleta lakini ndio hivi hapa, sio shida yako kwa nini unawaka? Kwa nini unagomba kwamba yeye ameleta viazi vibovu, anaromba hayo yote, anatoka wapi? Afu nasema ayo ni mapepo. Hapana jamani, hakuna hayo mapepo ya hivo. Umesikia Teresia, eh? Ndiyo ukweli ni kwamba wasichana wengi mna ujeuri, mna shida ya hela, lakini hamko tayari kwenda kunyenyekea. Hizi pesa mnazoziona wadada senta wa mabosi wako tayari kuzitoa, ni kwa sababu sisi tunawauzia tabia za utii, mnyenyekevu, kwamba wadada wanaokuja hapa ni wadada ambao wanakwenda kufanya kazi vile wanavyotaka wao, kwa sababu mm -hmm. na ndio maana sisi mae, tunawapa maelekezo. Hata bosi wako alivyoripoti kabla ya, ya kufika mwishoni kukutimua kabisa, ulivyomgombeza kwa kiwango alichosema, bado ofisi ilikuwa inakupigia simu inakupa feedback kwamba bosi wako ana malalamiko haya na haya na haya. Kwa nini? Kwa sababu siku zote sisi lazima tufanye kazi kulingana na mabosi wanavyotaka. Ndio maana tunawapigia simu kuuliza mnaendeleaje? Mm-hmm. Bosi unaendeleaje na huduma, unaridhishwa na huduma ambayo dada anakupatia pale? Anapolalamikia inabidi tukurudie wewe, tukukumbushe, hapo sio nyumbani kwako, upo kwa ajili ya kumfanyia kazi bosi wako, na unatakiwa ufanye kazi zake vile anavyotaka. Sasa wewe hata hizo feedback ukuzifanyia kazi ukaendelea kumzoea bosi wako, ukaendelea kumzoea na mwanzoni, anasema ulikuwa mzuri tu, kwa sababu mnakuaga wageni unapoingia nyumbani kwa mtu si mgeni, mm, uonyeshi makucha yako, unaenda unaenda naye, ukimsoma ukimsoma, baadaye unaona huyu sasa nimeshamkalia. Ndio mwezi wa ngapi, wa nane. Hata yule dada tuliongea naye juzi, mm, ni hivyo hivyo, ingawaji alivokuja kwenye maiki hapa akaongea kwa unyenyekevu kama malaika vile, lakini ukimsikiliza bosi wake anacholalamikia ni haya haya, kwa kwamba ni mtu ambaye sasa haambiliki, wakati unaongea naye anabamiza mlango, anaondoka wakati mwanzoni akiwa mgeni e, eh, madam, samahani, nitajirekebisha. Ah, madam, samahani, hiki kimetokea, nitakifanyia kazi. Miezi inavyozidi kusogea anazidi kukuzoea, kwa hiyo ile madam samahani inaondoka yeah. Baadaye anakubamizia na mlango yani, ukiongea naye anakunja sura, anabamiza mlango, anaondoka. Sasa hiyo maanake nini? Nani atakaa nawe nyumbani kwako? Hiyo ndio feedback ya sau tuliongea naye, kakaa kabakisha wiki mbili, bosi wake yeah, kamtimua yeah, kabakisha wiki yeah, mbili kumaliza mkataba yeah. Wewe umekaa miezi nane lakini hayo uliokuja kuyafanya huye, ukuyafanya mwezi wa kwanza Teresia, ukufanya mwezi wa kwanza wala mwezi wa pili, kwa sababu ilikuwa na kaugeni na kale ka, ka, ka nini ka nidhamu ka uoga ambako ni kabaya sana. Ni mbaya sana kuwa na nidhamu ya uoga, unajifanya mnyenyekevu, unapiga mpaka magoti mwanzoni, wanakusalimia kama <coughs> kupiga magoti <tos> <tos> lakini kadiri anavyozidi kukuzoea, anazoea kazi, anakuzoea baadaye nakuona wewe kama takataka, nakuona kama vile mnalingana, nakuona kama yani ni, ni kitu gani? Kwa jinsi ulivyoongea na bosi wako hapo, sio heshima. Na usije ukatudanganya kabisa eti ni mapepo, sijui unalipuka wewe, hakuna, hakuna, ni ujeuri tu, huo ni ujeuri na huo ujeuri ndio inabidi uache uwache u, u, yani, hata kama utakuja kuwa na maisha yako, sidhani kama hiyo ndio namna ya ku ongea na watu, lakini basi subiri ukiwa na hela yako watu wanaweza hata ukavumilia we, si ndio bosi? hmm. E, kuna mabosi wengine watu wanawavumilia kwa sababu tayari yee ndio bosi, kwa hiyo kwa kuwa yee ndio bosi atabwata hapo, mwisho wa mwezi unajua utanilipa. Lakini sio wewe mfanyakazi umfokee bosi wako, ingawaja hatusemi kufokeana ndio namna no Hapana, lakini subiri. Kwa hiyo atitudi yako, ungekuwa ni mtu mwenye hela na kuhakikishia, ungewapata watu wanaoweza kukuvumilia, kwa sababu una hela yako na unawalipa mshahara. Pale wanapokosea, kwa sababu umeona bosi wako amekosea kukuletea viazi vibovu, si ndio, ukaamua kumwakia. Basi subiri, utakapokuwa madam bosi, umeajiri watu, wakifanya makosa utawawakia, na wengine wako watakaokimbia pamoja na hela zako lakini kuna wengine wataamua kuvumilia, lakini sio sasa hivi. Eti wewe ndio mfanya kazi umbwakie, umbwatie bosi wako, umfokie bosi wako nyumbani kwake? Hakuna hicho kitu. Kwa hiyo ndugu yangu, nidhamu yako ni zero. Sasa sisi hatutaki watu ambao ni wananidhamu wana nidhamu zero. Hakuna, hautapata hautapata hela hizo, sio tabia za hela. Hawa mabosi sio kwamba waoni wanaokuja wadada senta kulipa hizo hela mnazotaka. Na huko alikuwa nalipwa shingapi? laki mbili? Mlimtoa traditional mkampeleka smart jamani, bado ukaenda kutuonyeshea kutu, tabia kama hiyo kweli eh? Huyo bosi bado aliendelea kutaka dada, kwa sababu wengine anaondoka kabisa. Wewe mm. ulichomfanyia hey, yeah. yani, we ulicho yani, ulikuwa unatupaka mavi kabisa, angesema kama hawa ndio wadada wajoisikiria wadada senta mm. tena wako baadhi ya mabosi wameacha kuchukua wadada, sio kwa sababu hawana hela, sio kwa sababu hawezi kulipa mishahara tunayosema, lakini wanadhani labda hizo ndo tabia tunazowafundisha. Na ndio maana tunafanya hivi hivi vipindi vyetu hapa, ijulikane mbivu na mbichi, ijulikane. Mm. tapeli nani, mwenye tatizo nani. Mm. sio tu muende huko mkanipake matope, je, usikilie wadada wako washenzi. Ah, mimi sina ushenzi huo. Mm. sijafundishwa kutokuwa na adabu na watu, sijafundishwa kujibu watu vibaya, hapana kwa hiyo tunavyofanya hivi vipindi ni ili julikane. Okay, nani hapa, alikosa, ali, ali, mm -hmm. Alikuwa na shida tutu, tu, tujitenge kabisa kama mafuta na maji mm -hmm. Wadada center, kama ni maji basi wewe mafuta utakapokuja hapa ujua tutachanganyikana. Avitachanganyika kabisa ukiwa na wewe ni, ni maji basi tutaenda pamoja yeye. Ukija hapa lazima uendane na sisi tu yani tu, tumeshi lakini kama wewe ni mafuta sisi ni maji hatutachanganyika na matokeo yake ndio hivyo, utaenda utataka kurudi tena mm-hmm. Utaenda utataka kurudi tena ndio, alikuja akaambiwa wewe uende tu kwa nyumbani kwenu ukajitafakari kwanza, kwa sababu e, eh? e, alirudi kwa huyo bosi eh, eh alipotoka kwa huyo kwa, akakaa mtaani juzi hapo, ndo akaanza kupiga simu, na kama wiki mbili sasa anapiga simu. Mimi Tedi nilikuwa kwa bosi fulani kule Musoma. Nikamwambia ah, vipi eh? Madam, maisha ni magumu mtaani, nataka nirudi tu, nimeshajirekebisha. Nikamwambia wewe, unakumbuka uliyofanya mara ya mwisho? Una hakika umejirekebisha? Madam, naomba tu nirudi, mambo ni magumu mtaani. mm -hmm. yeah, wewe mhm uh -huh. Yani, wakisharudi huko sasa mtaani, wamepigwa na maisha na nini, ndo kama hivyo, anapakumbuka tena, na ina kipelekwa kazini, anaenda kufanya, anafanya ya kwake yeye, ambayo anaenda kufanya mzaha kufanya eh, jamani Mm -hmm. Maana... eh hai. Ehe. Kwa hiyo usimtolee macho, tabia zako ndio hizo hapo, chafu chafu ambazo asiyo hela, yani hazimtamanishi yoyote hapo yani hata bosi ali, mtu aliyesikia hiyo feedback hata elfu hamsini hakutaki nyumbani kwake. <laughs> Hata kwa kukulipa elfu hamsini ukiambia mimi nichukue tu unipe elfu hamsini si ndio? Hakutaki yeah, hizo <laughs> sio tabia za hela hmm? <laughs> Na tabia wanasema mm, yani sijui ingawaje Biblia inatuambia tujitahidi tu renew our mind, tubadilishe tabia mm -hmm. Tena kuna somo kabisa kuna neno kabisa linasema wala msiifatishwe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. ili neno kwa Kiingereza linaanza kusema renew your mind, silisomi lote kwa Kiingereza, lakini neno zuri ambalo watu wengi wanapenda kulikariri kulisema hmm, lakini huwa hawamaanishi kwa sababu ni neno linalotufundisha kubadili tabia zetu, kubadili mienendo zetu, kubadili fikra, vile tulivyokuwa tunafikiri mm -hmm. Kama ulikuwa unaona tu kumjibu mtu mzima, yaani yaani we unaona, sijui unaona kwamba ulikuwa unachukulia kwamba ah, wadedesenta nitaenda tu nitapangiwa sehemu nyingine. Sasa utapangiwa sehemu ngapi? Huu ni mwaka wangapi? Sijui unakuja hapa, wenzako wanakuja mwaka mmoja tu amemaliza mkataba, amepata hela yake, ameenda kufanya biashara nyingine. Wewe utaendelea ku, kutwanga maji kwenye kinu ujaza maji kwenye gunia, utajaza lini? Eh? Maana hiyo ndio attitude yako. Yaani unachukulia tu mtapelekwa kwa bosi huyu na ndio hiyo picha mlikuwa mmeijenga kwa wa, na, kwa waajiri. Kwamba kwa ah, mimi kwangu atatoka ataenda pale atapangiwa sehemu nyingine. Sisi, hayo sio malengo ya kituo hiki. Malengo ya kituo hiki ni dada anayekuja hapa aweze kupiga hatua, huwezi kupiga hatua na tabia za kijeuri. Tunataka upige ufike hapa ukusanye mtaji wako, umalize, uende kafanye biashara zako, maisha yako yaendelee. Na mimi ndio mfano, mi sijasikuloea kwenye kazi za ndani, nimepita nime, kama daraja tu, na niko hapa kama role model wenu, kukutia moyo uone kwamba kweli kuna matumaini, naweza nami siku moja nikawa kama udada au nikamzidi, kwamba hii kazi ya nyumbani ingawaje watu wanaidharau, lakini hii inaweza kunipa hatua. Sasa wewe ujeuri uliobeba utaku, utakupeleka wapi? mpaka sasa hivi umekusaidia nini? bosi wa kwanza alikwambia unanuna, unanunanuna, si unafanyaje? huyo aliyoyaongea ndio hayo hayo ya huyo bosi wa kwanza, maanake wewe ni mtu ambaye umebebana na kiburi na ujeuri, alafu unajishika kwenye si na mapepo si na nini, ndio wa, wa, watu wengi ambao hawataki hawataki kuwajibika kubeba wajibu wa maisha yao kupambana. Kama ulivyosema, maisha kweli ni magumu, na ni magumu na Mungu ameyaweka hivyo makusudi, ili uweze kuwa hambo, uweze kuwa mnyenyekevu uweze kufundishwa unyenyekevu na utii, ndio unaweza kunyanyuka. Lakini ukiendelea kujali kiburi, hutakaa utoke hapo. Sasa wengi mnapendaga kukimbilia mapepo. Hey, mi na mapepo hey, mi na nini mi na nini, haikusaidii acha ujeuri. Teresia, unanisikia acha ujeuri. umesikia hizo habari hapo eh? kwa hiyo unaweza kuacha ufanye kazi au unataka uendelee na hicho kiburi? Na huwezi kufika hapa, na sisi hapa nakwambia, hakuna bosi wetu hata mmoja tunataka tumpe mfanyakazi wa staili hiyo mwenye likiburi kama wewe, hapana. Watu wanalipa hela nyingi sana na wanatulipa hizo hela kwa sababu wanaamini kabisa wanapata watu watii, watu wanyenyekevu, watu ambao wanatabia nzuri kwa sababu kwenye kazi wewe tayari umeshasifiwa, una uwezo wa kazi, lakini uwezo wa kazi bila tabia nzuri huwezi kutoboa. Naomba kutubu kwenye kituo hichi kwa ajili ya kwa kosa la nidhamu, naahidi kubadilika na nimebadilika kuanzia sasa hivi kwenye swala la nidhamu. E, sasa utubu kwa Mungu wako sawa. Utubu kwa Mungu wako, maana unyenyekevu tabia za kimungu sawa huo, eh? Ujeuri unaofanya ni tabia za shetani. Ukaa unamwambia mama watu, sijui ana tabia no mbaya, sijui ya kishetani, wewe ndio una tabia ya shetani. Huo ujeuri na tabia chafu kama hizo za kuwajibu vibaya watu wako ni tabia za shetani. Kwa hiyo wewe ndio utubu kwa Mungu wako na uvae sasa tabia za unyenyekevu, tabia za utii, tabia za upendo, ili uwezo ambao Mungu amekupa wa kufanya kazi unaosifiwa nao uweze kukupa hatua, uweze kukupa faida. Sisi hapa kazi yetu ni kukufundisheni. Yule ambaye atarekebishika, atachukua haya mafundisho positive, akayafanyia kazi, yatamsaidia. Hiyo tu ndio kazi, hiyo tu ambayo Mungu ametupa hapa kuifanya, na ndio maana tunaifanya hapa, tukiamini kabisa kuna kundi kubwa la maelfu ya wasichana wenye tabia tabia kama hizi, ambao wanaweza kujifunza kupitia wewe, sababu maisha yao yamekwama, hawajui kwa nini yamekwama. Kumbe ni kwa sababu ya kiburi na ujeuri na tabia chafu hizo za kishetani, hizo unazobebana nazo. Achana nazo. Tayari unajua kufanya kazi, ongeza sasa tabia nzuri. Utafanikiwa kila eneo la maisha yako. Utafanikiwa kwenye biashara, utafanikiwa kwenye kazi, utafanikiwa kwenye ndoa, utafanikiwa kila mahali. Huyo mama mwenyewe anasema huwezi kumjibu hivyo mwanaume kwenye ndoa ukabaki salama kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo kila eneo linahitaji tabia nzuri, linahitaji unyenyekevu, linahitaji utii, kuishi na binadamu popote pale. Uwezi hata umeanzisha biashara unawajibu watu, ovyoovyo alafu wakakuletea hela? Hapana. Hapa watu wanatuletea hela kwa nini? Tuna, tunataka wapate watu wazuri wenye kuwanyenyekea wenye kuishi nao vizuri. Hao magosi wanatusikiliza, kinachowavuta kuleta hizo hela huku kuwalipeni hela nzuri na kukilipa hichi kituo pesa nyingi ni kwa sababu ya tabia njema za unyenyekevu, ambazo tunasema tuna, tunataka tukawafanyie majumbani kwao, sindio? Ndio last chance, Mpeni chansi ya mwisho, tukiletewa hizo tabia tena, ndugu yangu usahau kabisa hapa wadada senti. Sasa kazi kwako, kazi kwako. Sisi mafundisho tumekupa, kazi ulionayo ni kurekebisha hizo tabia. Sasa ukiweza kuzirekebisha, utaona njia zako zinafunguka. Usiporekebisha utarudi palepale, na sisi hatutakuwa tena na muda wa kukaa hapa kuja kufundishana, tutakuwa tuna mwaga tunatwanga maji mm -hmm. kwenye kinu na sisi sio nani yetu, hatuna huo muda, tuna muda wa kusaidia watu ambao wako tayari kusaidika, wavuke waende. Sawa sawa, asante madam. Haya.